Katika siku ya leo naenda kukuelekeza mbinu ambayo itakusaidia kufanya uchambuzi na kupata matokeo yaliyokuwepo bora kila siku. Mbinu hii na imani itaenda a, kubadilisha mwelekeo wako a, wa maisha endapo kama utaifuatilia, lakini pia ni msingi wa kwangu ambao nautegemea. Sasa msingi huu nimekuja kukuonyesha wewe na lengo langu uh, ufanikiwe uh, ili mradi uh, mimi pia niweze kupata nguvu ya kuendelea kukupa vitu vizuri ambavyo vitakupa manufaa kesho na kesho kutwa, uendelee kufuatilia katika chaneli hii. Kwa hiyo natoa hichi kitu nilicho nacho kwako wewe, ambayo unaangalia video hii, lengo kikusaidie, ili baadaye uje unisaidie na mimi kunisaidia kuzungumzia ni support, labda kusubscribe katika chaneli yetu eh, n yani kufuatilia katika chaneli yetu ya Mshikobet eh, lakini pia kufuatilia mafunzo mengineyo ambayo nitakua natuma. Hilo litakuwa ni jambo muhimu sana, na hayo yatakuwa ni matunda ambayo mimi nimekuelekeza, ukaanza kunifuatilia kwanza, kwanza, ili uweze kupata uh, odds moja Uh, moja na pointi yani, odds moja na pointi ni kwa mechi moja yani, nazungumzia, uh, kwa mfano kama unahitaji upate odds mbili. Bwana, nataka nipate odds mbili mimi mwenyewe yani bila kunitegemea mimi uh, kwa wale watu ambao kwenye grupu ambazo nime nimewaunga bila kunitegemea mimi, yani wewe mwenyewe kwamba nahitaji nitafute odds mbili odds mbili ambazo uh, zitafanikiwa. Je, naamini vipi hizo odds mbili, kama zinaweza zikafanikiwa au je nakuwa na asilimia gani ya kwenda kufanikiwa, umeona? Au asilimia ngapi ya kwenda kufanikiwa? So sikiliza haya maelekezo kwa makini zaidi, yatakusaidia sasa. Hii natumia hapa, hii ni live score. Live scores ziko nyingi, umeona, live scores ziko nyingi, ila mimi natumia fresh score. Sasa tunataka tutafute odds mbili au odds tatu odds mbili au odds tatu yani, ndo nataka utie hela hivyo na ndo nataka uanze kuchambua. Leo ninapozungumza ni tarehe mbili, kwa hiyo tutaenda tarehe tatu kwa sababu mechi bado zichezwa. Ukishafika tarehe tatu, uh, inaonyesha hapa mechi 135. Tuko katika msimu ambapo ligi nyingi zinaisha, mechi nyingi zimeshachezwa, kwa hiyo ukipata odds 10 20 ni jambo mzito sana. Kwa hiyo unahitaji upate odds mbili au odds tatu. Sasa utaangalia, nataka nipate odds mbili, na mbinu hii ambayo naenda kukuelekeza sasa hivi ni mbinu ya over 1.5 basi. Yaani, e, hiyo usiweke over 2, usiweke over 3, ni over 1.5. Over 1.5 uchambuzi huu utaenda kukusaidia. Yaani wakati naongea hapa naangalia ni mechi gani ya kuweza kuanza kuchambua. Tutaanza kwanza mechi ya Constantine na Khenchela hii ligi 1. Tutaingia hapa ligi 1. Mimi binafsi, kabla tujaingia hapa, nitakwambia Constantine ameweza kashinda kwa jinsi tulivyoangalia haraka haraka. Eh, lakini hapa tunaenda kuchambua magoli na sio ushindi. Lakini sasa magoli nayapataje? Kwa kuwa unaamini Konstantini atashinda, atashinda ngapi? Moja bila mbili? 2 bila yeah, Je, huyu mwenzake aweze kupata goli? Tutaenda kuangalia sasa head to head. Head to head inaonyesha mechi ya mwisho Konstantini ajatoa goli, lakini tukiingia upande wa standings inaonyesha Konstantini nafasi ya tisa Kenchela kin, nafasi ya kumi na mbili, uone. Kwa hiyo Konstantin michezo bado ipo kidogo, kwa hiyo Konstantin ana uhitaji wa matokeo, hali kadhalika Kenchela. Konstantin uko juu, kwa maana kwamba sasa kama kama kwa timu ambayo inajitambua, sawa Kuona Konstantini kashinda. Hii, hii, hii, hii mfano leo alivyo, uh, labda tuseme JKT labda Bongo, au tukesha JKT, twende Hispania tuseme, japokuwa ligi limeisha. Okay, mfano mfano gani ehe, labda <laughs> tuingie kwenye standings mfano, huyu alivyo USM, sawa mechi ya mwisho katoa sare, mechi ya mwisho katoa sare, mechi ya mwisho tena katoa sare, na unaona kabisa kwenye issue ya ubora kwa nafasi ya City. Lakini kesho na kishukutwa, MC Alja anakuja kucheza na huyu Olympique Akbou, unatakiwa wewe umpe ashinde MC Alja, sio? Tumeelewa? Kwa hiyo ukiweka double chance kwanza, hata odds zake zitakuwa ndogo na pia Uh, itakuwa na asilimia tisini ya mafanikio. Sijui nimeeleweka hapo. Kwa hiyo ili uweze kupata tips unahitaji au unahitaji timu ambayo itakupa matokeo ama inahitaji matokeo. Mfano hapa timu mechi tatu sare kuna kelele za mashabiki. Mwane, kuna saikolojia ya timu. Timu bwana inahitaji tupate. Kwa hiyo mechi hii moja kwa moja wataenda kushinda. Kwa hiyo kama kushinda tunaweka huyu e, hapa na nilio Konstantini kupata goli moja, lakini tukirudi huku nyuma, huyu anacheza naye pia, naona ana uwezo wa kufunga kwa sababu mechi nyingi e, karibia mechi nne, kuna mechi ya kwanza ya pili ya tatu ya nne anapata goli. Kwa hiyo pamoja ya kushinda, lakini pia anaweza akatoa jiji. Kwa hiyo kama atashinda, ina maana atatoa, ita, over 1, over 2.5 kama kushinda lakini, kama gg eh, kama gg itatoa over 1.5 over 2.5. Kwa hiyo mechi hii tunaweza kuona kwamba kwa uchambuzi wa kwanza, hu, huyu mechi hizi nne ana uhakika kupata goli, lakini Constantine hii mechi ya mwisho kazuia, lakini zaidi ya hapo pia ni timu ambayo inaweza ikafungika ina, ina, ina, ina, kwa hiyo sasa kwa uchambuzi huu na mechi iliyoisha, tunaweza kuona mechi iliyoisha, Kenchela na Konstantini. Mechi iliyoisha Kenchela mpata goli moja, kwa mechi hii Konstantini atahitaji ashinde, timu yote kifungwa, mwana Kenchela alikuwa nyumbani, timu yote ikifungwa. Mechi inayofuata ni timu ambayo ina uwezo mkubwa zaidi ya timu, za timu fulani. Mechi inayofuata lazima ifanye mapinduzi ya kutafuta matokeo makubwa lakini pia kupambana sana kutafuta ushindi. Kwa hiyo hapa tunakuja kugundua uh, katika ile dhamira yetu kwamba Konstantin anashinda na, na kama anashinda basi ana uwezo wa kupata goli mbili na tunaona akiwa nyumbani Konstantin anaweza kupata goli mbili. Hizi muone. Kwa hiyo naweza collect na kuna watu wana, wana, wana, wana, wanaweza kusema bwana collect score. Hapa ndipo inapokuja hata habari za collect score, ila nazo ni kubahatisha tu sasa Konstantini hii hapa. Kwa hiyo kama zitatoka goli mbili, na maana Konstantini aweza kupata goli mbili, lakini pia imekidhi vigezo, kama mpira una matokeo ya tofauti. Mechi ya mwisho haijatoa magoli, mechi ya mwisho hii haijatoa magoli ya huyo Kinchela na Setif. Mechi ya mwisho Konstantini haijatoa magoli, mechi inayofuata kitaendelea nini? inaweza ikatoa magoli. Yaani sio uhakika ila inaweza kutoa magoli kwa hiyo mimi, angalia tarehe ni tarehe tatu mwezi wa sita natua na, na ushahidi kabisa, mwaka utaingia ama siku taingia, tafuta hii mechi utaikuta tu Constantine. E, hata Google utakuta tarehe, kila kitu, image utakuta na uta, utapata ushahidi kwamba ule mtu anaelezea kile kitu kina Uh, usahihi kidogo. Kwa hiyo mechi hii kama hii tunaweza tukapata over 1.5. Umeona hii over 1.5. Over 1.5. Sijajua ni odisi ngapi lakini tuendelee, tuende kwenye mechi nyingine. Ok, nienda kuchambua kule nipate odisi moja ya 30, na odisi moja ya 30 Argentina, isa saa saba, tuende Australia. Sasa kwenye ishu ya over 1 kuna timu ambazo hizo zinafungana tu, mnielewa. Lakini unaweza kaweka wewe zisifungane, lakini na, kuwa, na, na, na kwa nakupa ushahidi kwamba hizi timu zinaweza zisiwe mzuri, ila ili ziwe mzuri, natakiwa basi matukio ya mwisho wawe, yani wasifungane, yani wasifungane sana. Mfano tutaenda kuangalia hapa, wawe yani wasifungane sana mechi ya mwisho to head, ehe kama hii hapa, lakini i option yake lazima over 2 na hii ina, inaweza ikatoa double chance, zinaweza zikatoa ama zisitoe. Eh, lakini Letlands kama Letlands alipata ushindi mdogo Letlands, alipata ushindi mdogo na mwenye na uwezo wa kushinda goli kubwa huyu Logan Holland, Holland, pogenini upande wa yuko juu, kwa maana kwamba mechi hii huyu anaweza kupata goli mbili lakini ukiweka uvaani itakuwa na odds ndogo ina yani, kwa zao. Kwa sababu ukiangalia na uwezo nayo kwa nafasi. Na maana timu zozote zile kwa maligi yote naefungana timu ikiwa nafasi ya nne ina uwezo mkubwa wa waku, kupata matokeo yani wa waku, kufunga timu ligi, yani kwa ligi ambazo zinazofungana timu ikiwa nafasi ya nne ina uwezo mkubwa wa kutoa magoli, kwa maana kwamba nilisema over 1.5. Kwa hiyo hii over 1.5 itakuwa na odds ndogo sana, lakini nayo inatoa okay, tips yake sijapata, yani hawajaweka ya lakini tutaingia mechi ya Kapalaba Kapalaba, yeah. ya Kapalaba. <coughs> nacheka kwa sababu hii. Ehe. La. hapa sasa tumepata, hapa sasa <coughs> na kitu kingine unatakiwa kukikwepa hichi kitu <coughs> yani, kwenye kuweka over alafu tim, timu ziko chini na timu zikiwa chini, tunaita ni timu ambazo hazina uwezo wa kufunga, lakini ni timu ambazo zina uwezo mkubwa wa kuruhusu magoli, lakini pia zina uchezaji wa design mmoja. Unaweza kutaa wachezaji wao ni wa kusahau sahau mipira na wakukosa magoli endapo kama kwa hiyo, hii sio pointi ya msingi ya kutoa magoli. Kwa hiyo ukiona mechi zimefuatana sita, uh, na saba, nane na tisa inaweza katoa kwa sababu mpira una matukio tofauti na matukio tofauti, lakini eh, mechi kama hiyo hawezi kuweka. Mechi ambayo inayotoa ni hii ambayo, hata pia ni research sijaikuta uh, kwenye kampuni nyingi. Kwa hiyo unaweza tukaiwekea tu hapa alama kwamba siku utapoiona hii timu utaangalia matokeo kweli, alitoa over one naweza kwa uchambuzi huu tutafuta mengine, na siku ya leo ama siku ambayo inacheza hizi mechi, hakuna mechi na kuna mechi, kwa hiyo tutalazimika tupate hizo hizo Espanola yes, edi. Hawa pia hawezi uh, kutulizisha, na odds yake itakuwa ni ndogo, na odds yake itakuwa ni ndogo Boka Junior, utaingia upande wa Boka Junior, Boka Junior. Hao pia wamefungana sana, odi zake zinaweza zikawa ni chache, alafu zinaweza zina mafanikio. Kwa hiyo kama hivi unaweka tuatanda ya nne sio mbaya. Kwa hiyo hii hatupasi kuweka, lazima tutafute ya kitofauti na yenye kuleta eh, matokeo mazuri na under 20 sasa, kama ukuti hizo mechi za design kama hiyo sasa, hawa ukiweka hizi, unaona zinatoa sana over. Na mara nyingi hii ndio nakuwa umekalilishwa, na mara nyingi hii inaweza isisaidie, kwa sababu kama ingekubwa na timu lazima ishinde tu, watu wengi kuwa wanafanikiwa so, timu lazima ishinde. Kwa mfano hapa Ethiopian, hapa tunaweza tukapata unachokihitaji, tunaweza tukahitaji, nitachukua hii ya Santi George Saint George tutaenda kuangalia head to head. Ethiopian. Unaona kwa nini sema Saint George? Ya. Hii hapa nyingine. Hiyo vawani haina shaka. Kwa sababu mimi na yani ya uchambuzi huu unakuwa ni uchambuzi wa kitofauti, lazima utofautishe, na tukisema ufananishe na matokeo yaliyopita, basi zile za Afswali utaweka tu over. Umeona? Na uchambuzi huu haimaanishi kwamba ni lazima hichi kitu kitokee, hapana ila unaangalia ni pointi gani ama ni njia gani ambayo unatumia kuweza kufanikiwa. So kwa sababu hii mechi haujatoa na hii haujatoa magoli, timu yote inaamini kwamba mwenzangu ana uwezo wa kunifunga. Na ukiangalia huyu yuko juu, Saint George. Nimechagua Saint George na nayona kama ni timu ambayo ina uwezo pia, kwa na naruhusu magoli e, naweza kuruhusu magoli. Saint George hawasa, okay. Kwa hiyo hata pia Saint George alishinda kwa sababu alishinda anaona kabisa kwamba ana uhakika kupata matokeo. Kwa nini atamtafutia matokeo huyu apate matokeo? Lakini huyu ndo atatukatisha tamaa, kwa sababu huyu mechi iliyoisha amefungana uh, sana ameshinda sana. Kwa hiyo mechi hii hii hii hapa eh hii tunacheza leo ni mechi inaweza kuwa na over 1.5, na over 1.5 nimeangalia tu hichi kigezo kwa sababu wenyewe wanatoa, si unaona magoli alikuwa nyumbani, alishinda Santi George alishinda Santi George. Kwa hiyo tipu hii atamkazia huyo, atamkazia na anaweza akashinda huyo, huyo nyumbani anaweza akashinda. Kwa hiyo hata kama akishinda huyo hawezi kukubali. Kwa hiyo hii mechi tuweza tukaiweka pawani. Lakini kwa, kwa, kwa mimi sasa ndo nachambua ile, tunachambua ile, tunachambua za uhakika, hii nitaiweka kwanza alama ya nyota. Umeona? Nyota hizi za wanawake hizi. Nitetuluku, nitetuluku tu. hii mechi ya tu mwisho asifungane sana. Hii moja, moja, nne, ah, unawana, unawana zao. Kwa hiyo hapo tunaweza tukapata ni odds mbili tu pekee tukapata na Santi George, lakini ngoja niangalia hawa dile dawa. Inawezekana hao kando wana uwezekano mkubwa kutoa kuliko hata wale eh, bila bila dile dawa. vile vile dile dawa, huyu huyu sio bora zaidi. Bora ni hao Santi George, na hii inatoa hii Santi George. Uchambuzi wetu tumeupitisha, Santi George, Santi George, kwa hiyo tukichukua Santi George tukaenda tukachukua tukamchukua na nani huyo, wajua, anamuita nani yule wa Australia? Tukamchukua tukamchukua na Holland Hawks, tukiko ina hii lazima itakuwa na odds ndogo. Lazima lazima itakuwa <laughs> sijaangalia, lakini najua na ndio maana kuna mda nikawambia kwamba odds hii inaweza ina sima kubwa kutoa kwa sababu unakuwa, najua kwamba ukiona mechi ipo hivi over 2 ipo hivi over 1 lazima ta hii over 2 unaweza kukuta ni moja over 2 ni moja ya thelathini kama unaipata hii thelathini, hii tumepata moja ya thelathini over one lakini inayo pia na moja ya thelathini over two. Kwa hiyo over one ina moja ya kumi na ngapi, kumi na saba au kumi na tano, moja point kumi na saba, kwa hiyo hizi zinakuwa ni tatu, tatu. Hizhapo tuna ontantii St George Holland hizo mechi hizo. Hizo yeah. <coughs> Kwahyo hizo utaziangalia siku yoyote ambayo unaingia utaangalia matokeo yake na utakuja kuelewa kwamba hichi kitu ninachokizungumzia basi kina kina uwezekano gani wa waku, kufanikiwa. Nimeleweka hapo, kuna uwezekano gani wa kufanikiwa hapa? Naandika over 1.5 over 1 huko naandika kama ionekane, naandika hapo over over 1.5. Kwa hiyo hapa sasa ndo unachukua fedha yako, una stake na imani na imani kwa kiwango kikubwa. Hizi zinaweza zikatoa, zina uwezekano mkubwa kutoa, sio kwamba uhakika unaweza kufeli mara moja mara mbili, ukiwa unazingatia hizi kuchagua. Na wewe chagua zile mechi ngumu ngumu ambazo zinaonyesha zitoitoi, odisi moja arobaini ni over 1.5 na odisi moja arobaini moja thelathini, hizo ndo mechi ambazo unatakiwa ukichukua. Mechi mbili tumpata odi mbili over one unatulia, mechi mbili tu odi mbili unatulia, unastaki lako unatulia ya kwa hiyo njia ndo hiyo. Jaribu kuifuatilia, changanya na za kwako, utakuja kuniambia matokeo yake, utakuja ku comment na sijaanza leo kuelezea hichi kitu, kitakunufaisha sana. Yani, ni wachache sana ambao wanaamua kutoa hivi vitu kwa watu mimi nimeamua kutoa kwa watu kwa sababu na imani ni mfumo wa riziki, na mwenye riziki atapata riziki. Ya hakikisha tuna subscribe katika channel hii kuendelea kupata update ambazo tutakuwa tunatoa kila siku. Asanteni sana.